Habari za wakati huu, kwa majina anaitwa Karim Sadiki ni mshiriki katika platform ya Wazo Lako. Wazo langu ilikuwa ni aza mfumo wa AI na IoT wa kudhibiti hali ya hewa pale treni inapopita katika handaki. Cha kwanza, kama unavyojua, ndani ya treni huwa kunakuwa na different pressure pale inapopita mazingira tofauti tofauti. Kwenye handaki, unategemea kwamba pressure itakuwa imepanda, kwa hiyo inasababisha matatizo ya masikio kwa abiria na wanakosa faraja kabisa katika usafiri. Matatizo hayo kwa kitaalamu wanaita ya barotrauma, presha ambayo ipo ndani ya sikio ni kubwa zaidi kuliko na nje. Je, hilo wazo langu mimi nitalitangaza vipi? Cha kwanza nitatengeneza different platform kwenye social media ambazo nitaenda kujibrand mimi kama mimi, onyesha video fupi fupi ambazo zinaonyesha the way mfumo wangu unapofanya kazi. Vilevile nitakompiti kwenye mashindano tofauti tofauti ambayo yanafanyika duniani kuhusiana na maswala ya AI. Of course, teknolojia inazidi kukua, AI ziko nyingi sana, kila siku unapo develop wiki wenzako wanakuja kwa, nikikompiti kwenye hizo platform au hizo media ambazo zinahusiana na maswala ya kuelezea jinsi teknolojia ya AI inavyofanya kazi kila siku. Naweza nikapata motivation ya kuongeza pale ambapo nimefikia mimi, na nikapewa kuonyeshwa makosa ya kitu changu ambacho na kidevelop ili nikadevelop zaidi, na vilevile wawekezaji wakashawishika kuwekeza kwenye mradi wangu. Kama anavyojua kwenye swala la usafiri, abiria anahitaji kusafiri akiwa salama, vilevile kuna watu wenye matatizo mbalimbali, kuna watu wana magonjwa ya asma. Sasa unavyopita ndani ya handaki, pressure inavyopanda au kushuka tofauti na kiwango ambacho binadamu pressure inatakiwa, inasababisha matatizo kama hayo, vilevile hii nato... Kutokana hasa kwenye hizo treni za mwendokasi. Treni za kawaida ni kidogo sana ila treni za mwendokasi kwa sababu ya ile spidi yake inapelekea hilo tatizo.